Na safari ilianzia tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2025 ambapo siku hiyo hakuna mwanakigoma yeyote aliyekubali kubaki nyumbani na wote walikusanyika kwenye uwanja wa ndege ili kumpokea mgombea wao kupitia Chama cha Mapinduzi, Clayton Revocatus Chipando. Lakini kibarabara wala hakuishi hapo, kwani tarehe tisa mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndiyo siku ambayo watu wengi katika jimbo la Kigoma mjini walikuwa wakiisubiri, kwani siku hii Baba Levo alizindua rasmi kampeni zake katika uwanja wa Mwanga Senta. Nilisimama na nyiye kuwatetea kwa kila hali, nilisimama na nyiye kuhakikisha sioni mtu yoyote ananyanyaswa katika mji huu. Tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025 Kibarabara alizifunga tena barabara kwa maandamano ya amani kuelekea